Unatazama Furaha FM Media. Maadhimisho ya Siku ya Wanawake Duniani hutoa fursa kwenye jamii, serikali na wadau mbalimbali hufanya yafuatao: kupima utekelezaji wa maazimio, matamko, mikataba na itifaki mbalimbali za kimataifa, kikanda na kitaifa, zote kuhusu masuala ya maendeleo ya jinsia zinapatikana na zinalindwa na hilo ndio kubwa ambalo tunaliangalia sana, haki za wanawake zilindwe. Lakini kama sisi tutakuwa sio sehemu ya sauti ya kusema haya, basi hatutofanikiwa na lengo letu. Hivyo ni kwa hapa kusemea na kuhakikisha tunakumbushana haki za wanawake zinalindwa, lakini pia kuhamasisha jamii kuhusu Tumemwona mweshimua w wa raisi kwa namna ambavyo anaongoza. Hii inaashiria kabisa mwanamke amekuwa ni kilelezo ambaye mwenye maono na dhamira ya ya kuleta maendeleo. Kwa hiyo sisi kama wanawake tuliopo hapa, tuna wa kuwasaidia wanawake wenzetu, hasa kwenye chachu ya kuongoza. Tuweka ushirikiano na wafakibisha wanagombea haswa kwenye uchaguzi wa uchaguzi wa mkuu togezeiliei kagombea nafasi kwenye majimbo sasa. Kila siku tukiwa nyuma, kilasaza tu wakiwa mbele. Ndugu zangu, watutusogea tumeonyesha mfano na sisi tufuate, tusiogope, lakini pia tusiwe sehemu ya kurudishana nyuma. Tunajua changamoto ya wanawake, nikiongea hivi kuto kugombea kwa kweli, kwa kipindi cha nyuma kulikuwa kuna uoga fulani hivi kwamba mwanamke anajiona yeye kama mwanamke, labda kwenda kupambana na mwanamme, anaona labda kwamba haitakuwa vizuri, na pia jamii yetu ilikuwa bado haina ule mwamko wa kumruhusu mwanamke kwenda kugombea. Kwa hiyo kulikuwa kuna uoga fulani hivi wa mwanamke kwenda kujitokeza kwenda kugombea pamoja na wanaume, lakini kwa sasa hivi tumekuwa tukitoa elimu vijijini huko tukizunguka kwa wanawake, kuwajengea uwezo, ujasiri kwamba sisi kama wanawake tunapaswa kugombea. Kwa majina, naitwa Sheila Ngailo, diwani kata ya Mahenge. Mimi ni mwanamke ambaye nimejipambanua na kwenda kusimama kwenye majukwaa kwa kuomba nafasi ili niwe na maamuzi rasmi. Nini kilinipelekea? kilinipelekea baada ya kuona neno viti maalum kwangu binafsi sikulipenda. Nilikuwa napenda na mimi ingalao nivuke hatua tuweze kubadilika. Wanawake tusionekane ni watu wa kusema asante kila siku, wakati uwezo wa kusimama na kuweza kusimama na wanaume ambao tunawaogopa tu. Inawezekana. Mbona wanawake wengi tumeshasimama, tumethubutu na tumeweza kupata nafasi za maamuzi. Na mpaka sasa tunakuelekea tunaenda kwenye chaguzi. Hivi viti maalumu ni kweli vinatusaidia tunapata ujuzi na uelewa. Lakini kwa sasa kwa sababu mwanamke ni rais, na sisi wanawake tunataka tupambane, tuwe viongozi wa kutoa maamuzi kwenye kata zetu, kwenye ubunge. Tutasimama kama wanawake, hatutarudi nyuma. Tunamuunga mkono mama yetu, mama Samia Suluhu Hassan. unatazama Furaha FM Media.